Unapenda nini kwa watu na unafanya nini kwa watu? Unapenda heshima, heshimu mkubwa, heshimu mdogo, alafo maisha yataenda. Wewe kama unapenda kupendwa, anza wewe kupenda wengine. Acha kuharibia watu Ukimwaribia mtu jina hautapata chochote, mbali utapoteza, kwa maana Biblia inasema ya kwamba kipimo kile kile unachopimia watu, kipimo kile kile kitakuja kwako, kikiwa kimenjaa, kimeshindiliwa, kimesukasukwa hata kumwagika. Unapanda nini leo kwa watu? Unawapandia nini leo watu? Unaenda hotelini, unakunywa soda, unakunywa Red Bull ili umharibie mchungaji huyu. Baada ya hapo nini? Baada ya kuwamwharibia jaki jina unapata nini? Pata, unapata faida ama ni hasara? Jiulize, kesho watu wakikukalia utacheka?